Mtu mzima mtoto sehemu ya kumi na tatu. Tuje upande wa Musa na Shani. Hivi unakaa wapi Shani? Nakaa mtaa wa pili, hapo wengi hupaita kwa zungu. Ha, kwa zungu? Ndiyo. Kwenu? Ndiyo, zungu ni mjomba wangu, kwani unapajua? Napajua pale, lakini uliniambia ukilala hapa unaendelea na safari. Ndiyo maana Nimeshangaa kuona unasema kwa zungu ndio kwenu. Ah, zile zilikuwa swaga tu, nilifikiri we mtoto sana ndiyo maana sikukuweka wazi kwamba namsubiri mpenzi wangu anha. Kwa hiyo nyumbani ni kweli unabanwa? Ndiyo nabanwa sana, lakini wewe unaweza huja kwani unaonekana wazi mdogo. Mm, hamna mbwa Usijali bwana, lakini ngoja nikuulize kitu, mbona una mdudu mkubwa hivi usioendana hata na umbo lako? Nilizaliwa hivyo kwa ajili yako na hisi nimedata hasa na tamani, hata tusitoke ndani humu, jamani. Usijali, itatokea tena tu. Hayo yalikuwa maongezi kati ya Sefu na Shani waliokuwa bado wanamalizi kula ujana ndani ya gesti hiyo. Hata walipotaka kuondoka, Sefu alimkuna tena Shani, wa watu waliyemchukulia Sefu kama mkubwa mwenzie. Wakiwa wamejiandaa tayari kwa kuondoka, Sefu alikuwa kama ana machale. Alimtaka Shani atangulie kwanza kutoka, ndipo afuate yeye. Shani alitangulia na kutoka nje kabisa, ambapo kwa bahati mbaya au nzuri Alikwenda na kuketi pembeni kidogo na walipokuwa wameketi mama Sefu na rafiki yake. Sefu, mpenzi wangu, mbona huji bwana? Na ulivyo mdogo hivyo sijui tutakaaje hapa. Hivi nitajizuia kweli kukubusu? Usijali bwana, nakuja sasa hivi. Shani alimpigia simu Sefu na kumwambia hivyo, ambapo kauli hiyo ilipotua kwenye ngome za masikio ya mama Sefu ilimshtua, japo hakuwa na uhakika na alichokisikia. Hata rafiki yake pia alishtuka kusikia jina la Sefu. Wazazi hao wakajiweka tayari kumwona huyo Sefu. Kwa upande wake Sefu alipofika mapokezi alipita bila kusalimia, lakini jicho lake lilipotua mahali ambapo Shani aliketi, moja kwa moja likauona mgongo wa mama yake aliyekuwa amejigeuza na kumchunguza Shani kwa umakini. Mama alishangaa hivyo. Sefuna kurudi ndani kwa haraka, kisha akaegemea hapo mapokezi, akatoa simu yake na kuanza kuandika ujumbe mfupi kumjulisha Shani alichokiona. Kwani una shida gani mdogo wangu? Mm, nahitaji msaada wako dada yangu, nijihifadhi hapa hata kwa muda kidogo wani mama yangu yuko pale wanakouza chakula na vinywaji. Anha, basi hilo limekwisha, ila ukikaa hapa bosi hatanielewa. Njoo huku nifuate, nikuonyeshe sehemu ya kujificha. Asante sana dada yangu. Dada huyo aliyevalia mavazi ya kazi ambayo ni sketi fupi iliyoonyesha uvungu wa mapaja yake na tisheti nzito nyeupe iliyo na jina la gesti hiyo kwa nyuma. Dada huyo aliongoza mbele, huku sefu akifuatia nyuma. Mm, haya ni makusudi au ndio alivyo? Jamani, mbona majanga haya? Aliongea hivyo sefu baada ya kumwona dada huyo akiumbisha mzigo wake aliyofungasha nyuma, hali iliyofanya mpaka sketi yake kupanda juu kidogo kwa upande wa nyuma. Haya, njoo uingie humu, aliongea dada huyo huku akiufungua mlango wa chumba kisha yeye kusimama pembeni kumpisha sefu aingie ndani. Asante dada yangu, asante sana. Usijali, ila kuna malipo yake. Sefu alipoisikia hivyo akajiamini kwa kuwa aliachiwa pesa kidogo za matumizi na Shani. Shilingi ngapi? Hapana, sitaki hela, aliongea dada huyo ambaye alikuwa ni makamo ya Shani na kumsogelea Sefu. unataka nini? Hii hapa. Alinyosha mkono wake mpaka kwenye zipu ya Sefu na kulishika dudu lake huku akipanua wa mdomo wake na kufumba macho kama mtu aliyezidiwa kimahaba. Lakini dada yangu, wewe ni mkubwa kwangu, basi tufanye kesho, nitakuja kwa ajili yako. Kwani kesho utamwona tena mama yako? Embu mfungulie huyu nyoka nione makali yake. Jamani, mtoto mzuri mbona hivyo? Aliongea hivyo dada huyo, ambapo alianza kujivua shati lake na kubaki bila kitu ndani yake. Tumbo na kitovu chake vilivutia, hasa tumboni kwake hakukuwa na mabonde wala miinuko. Lilikuwa ni tumbo flati lilibeba kitovu kilichoingia ndani. Dada huyu anayehitaji mchezo na Sefu ndiye yule aliyepata kushuhudia jinsi Shani alivyokuwa akipokea kichapo kitakatifu, ambapo aliahidi lazima atamwinda Sefu. Ikawa kama bahati yake kumpata bila kutumia nguvu nyingi, hivyo alihakikisha anaona makali ya Sefu kwenye kitanda. Dada huyo hakuishia hapo, alifungua zipu ya sketi yake iliyokuwa nyuma kisha akaishusha mpaka chini na kujibakiza na bikini. Makalio yake makubwa yaliyojazia yalikuwa wazi, ambapo mkanda wa chupi hiyo ulimezwa kwenye mstari wa ikweta uliokuwa katikati ya makalio yake. Sefu hakuweza kupingana na hali halisi aliyojisikia ndani ya mwili wake, japo dudu lake halikusimama. Bado sefu alisimama kama gogo akimwacha dada huyo afani anachojua, na kweli dada huyo alikuwa amepania kusuguliwa na Sefu. Unaonekana una dudu kubwa, jamani, mate yamenijaa mdomoni kabla hata sijaliona laivu, mm. Aliongea dada huyo aliyebakia na bikini na sidiria, alilitoa dudu la Sefu nje ambapo taratibu lilianza kusimama, akamsukuma kitandani, ambapo Sefu alilala chali huku akiangalia juu. Alilibugia mdomoni na kuanza kulinyonya. Aliguna akilinyonya dudu hili lilojaa kwenye kinywa chake. Alifanya hivyo huku akijichezea kiarage chake mpaka akawa hoi kimahaba. Alipoona yuko tayari kuingiliwa, hako taka kumsumbua Sefu aliyekuwa amejilaza chali, huku mizuka ikimjia taratibu. Dudu la Sefu muda huo lilikuwa limesimama hasa. Basi dada huyo alijivua bikini yake na sidiria, kisha akajipanua mapaja yake na kulikalia dudu la Sefu. Lilizama taratibu mpaka likamalizikia lote ndani ya kitumbua cha chake. Alilalamika sefu na dada huyo. Baada ya dudu kuzama lote ndani ya kitumbua, alichokifanya dada huyo, aliiweka mikono yake chini ya mabega ya Sefu na kuinamisha kidogo kifua chake, hali iliyopelekea chuchu zake kungusa Sefu kifuani. Aliongeza kujipanua mapaja yake kisha akajibinua mgongo na kuanza kukatikia dudu la Sefu. Kuna namna ambavyo dada huyo alikuwa anakizungusha kiuno chake na kutapigiza makalio yake kwenye viazi mahaba vya Sefu vilivyokuwa chini ya dudu lake. Alilalamika Sefu huku akirusharusha miguu yake, ambapo hata alipojaribu kutumia nguvu kumgeuza dada huyo alishindwa. Alilalamika Sefu zaidi kuliko huyo dada. Kiukweli Sefu hakuwahi kukutana mwanamke anayejua kuzungusha kiuno kama huyo. Ndani ya dakika 15 Sefu alimwaga, ambapo alijihisi kama kuna ubaridi unampuliza kwenye dudu lake. Aliangalia vizuri kubwa, dada huyo alilichomoa haraka, ambapo Sefu alimwagia nje ya kitumbua. Baada ya hapo, dada huyo alijichomeka tena dudu hilo kwenye kitumbua chake, ambapo kwa mwanzoni Sefu alihisi kama anatekenywa juu kwenye kichwa cha dudu lake, wakiwa katika mzunguko wa pili, ambapo kwa dada huyo ndio aliuchukulia kama mchezo rasmi umeanza. Mara mlango wao ulibishwa hodi hodi. Sefu alishtuka, ambapo mapigo ya moyo wake yalianza kwenda mbio, kwani sauti hiyo haikuwa na tofauti na Yashani. Akiwa katika hali ya kushangaa ndipo akagundua kuwa simu yake iliyokuwa chini kwenye mfuko wa suruali inaita. Sefu, tafadhali fungua mlango. Safari hii alipoisikia sauti hiyo, ndio akapata uhakika kabisa kwamba Nishani ndiye anayebisha. Mungu wangu, nitafanyaje hapa? Alijiuliza Sefu, ambapo akimwangalia yule dada aliyekuwa kitandani alikuwa akicheka bila kutoa sauti. Njoo hapa mtoto mzuri, mambo kama haya ni madogo sana. Lala kitandani hapo kwenye kona, alimwambia hivyo Sefu ambapo hakuwa na ujanja zaidi ya kumfuata alichokisema dada huyo. Basi dada huyo alichukua simu ya Sefu na kuweka mungurumo, kisha akaitupa kitandani, akasubiri kwa muda wa kama dakika moja kisha akenda na kuufungua mlango. Ni kweli alikuwa Shani ambaye alianza kuingiwa na wasiwasi. una shida gani? Mbona unabisha hodi kwa nguvu halafu unaita sefu sefu? Vipi? aliyohoji dada huyo huku akiwa na uso mkavu hasa. naomba nisamehe, nilipiga simu yake nikasikia inaita huku, ndiyo maana niapiga hodi ha kuwa makini makini binti, yaani kupiga simu kuita chumba hiki ndiyo kukufanye uwe jasiri wa kupiga hodi na kuitoa majina yasieleweka? Basi samahani dada yangu, samahani sana. Una bahati, nimetoka mimi, laiti kama angetoka mume wangu angekupiga hata makofi. Unaharibu starehe za watu bwana. Alimaliza kuongea hivyo dada huyo na kufunga mlango kwa kubamiza. Baada ya hapo waliendelea na kamchezo mpaka dada huyo aliporidhika. Utakuja tena? Ndiyo nikipata nafasi. Basi kila ukija utakuta nimekuandalia zawadi nzuri. Kweli, haya, niruhusu niende. Sawa, natamani hata nikuite mume wangu mtoto, lakini una mambo hasa. Usijali, nitakuja siku nyingine. Basi chukua hii pesa, itakusaidia kwa matumizi huko mbele, na namba yangu ya simu nimeisevu tayari na yako ninayo. Basi Sefu alikabidhiwa shilingi elfu ishirini na dada huyo, kisha akaruhusiwa aondoke. Yalikuwa ni majira ya saa kumi na mbili jioni, kwa mbali giza lilishaanza kutanda. Ndiyo Sefu taratibu akawa anajirudisha nyumbani. Kichwani mwake alijua fika hana cha kusingizia kwa mama yake, hivyo alipokaribia maeneo ya nyumbani kwao alijiangusha kwa makusudi ili aonekane amezimia. Akaa chini kwa muda wa dakika tano, hakuna aliyemwona. Hmm, hivi watakuja kweli kuniinua hapa? Alipojiuliza hivyo, akanyanyua macho yake na kutazama maeneo ya nyumbani kwao akamwona Rita akiwa nje amekaa na dada zake. Basi akanyuka na akaanza kutembea tena. Mama Sefu, walinyanyuka wote, Rita na dada zake, kwenda kumkimbilia Sefu ambaye alipowaona wanakuja alijiangusha kwa makusudi na kujilaza chini. mbebe huko! Jamani, Sefu kapatwa na nini? Sefu yuko wapi? Jamani, mwanangu, imekuwaje tena? Maneno hayo yote aliyasikia Sefu, ambapo alijikausha kama amepoteza fahamu kweli. Mama Sefu akishirikiana na watoto wake wa kike ambapo mpaka baba Sefu pia alihangaika baada ya kumwona mwanye amepatikana katika mazingira hayo, walimwagia maji ya baridi kichwani mara tatu ndiyo Sefu akazinduka. Kwani niko wapi? niacheni mimi, niacheni mimi, msiniwe tafadhali, aliigiza kama mtu aliyekamatwa na majambazi akitaka kuuawa. Kiukweli wote ndani humo waliamini kwamba Sefu alikuwa mikononi mwa watu wabaya. Mama Sefu alisikitika sana, pia mumewe, hata dada zake walimwonea huruma mdogo wao alikitumikia kipindi cha likizo chote akiwa nyumbani hapo ambapo mazingira yalikuwa magumu kwa Sefu kuendelea kumbonyeza kizenji Rita aliyekuwa akimuinda Sefu kila wakati. Basi tafuta hata chumba huko mtaani, ujue nimekumisi kweli Sefu, tangu uondoke sijatembea na mwanaume yeyote, hivyo nina hamu sana ya dudu lako, aliongea hivyo Rita siku moja akiwa amekana Sefu. Jibu la Sefu lilikuwa ni la kumpa moyo tu, Rita hakuwa na mpango naye kabisa. Siku zilipita zikaibuka mpya katika familia yao na kumfanya mama huyo kuchanganyikiwa kabisa. Umewaleaje sijui hawa watoto yaani, kila mmoja ana balaa lake. Kwani baba Sasha unanilaumu nini? Sasa ona aibu aliyotuletea huyu mtoto, kashindwa hata kuvumilia amalize shule. Inabidi tufikirie tu njia ya kumsaidia shule, kashafukuzwa unafikiri ataenda wapi? Yalikuwa ni malalamiko aliyoyatoa baba Sasha, ambaye ndiyo baba Sefu pia, akimlaumu mkewe kutokana na kitendo kilichomtokea mwanaye Alice, aliyepata ujauzito wakati akiwa kidato cha nne, hivyo alifukuzwa shule na kurudishwa nyumbani, kitendo kilichomchukiza baba yake. Sefu alipojuzwa kitendo cha dada yake kupewa ujauzito na kufukuzwa shule, alipandwa na hasira ambapo alikasirika kuliko hata baba yake. Sefu akamfuata dada yake chumbani kwa hasira. Uo oh, Sefu jamani ulikuwa wapi? Aliongea hivyo dada yake huyo aliyepewa ujauzito. Nataka kujua nani anahusika, najua huwezi kumwambia mtu yeyote zaidi yangu. Alihoji Sefu kwa sura ambayo Alice hakuwahi kumwona nayo. Ni Chris yule mpenzi wangu, ila ameniambia nisimtaje kwa wazazi, anaogopa. Okay, asante aliongea hivyo Sefu, na kutoka nyumbani hapo huku akiwa na hasira hasa. Alikwenda mpaka nyumbani kwa kina Chris na kukuta kuna tafrija siku hiyo. Ilikuwa inaelekea kama majira ya saa moja kasoro usiku, giza la usoni lilitanda. Mziki mkubwa uliokuwa unapigwa hapo ulikuwa kama kelele kwa Sefu, aliyekuwa na malengo yake kichwani. Katika harakati za kuangalia hapa na pale, akapata kumwona Chris ambaye alikuwa ni kipande cha mtu da nguvu sina, kutukana haitasaidia, sasa ni mfanyaje na yeye ili aone uchungu, alijisemea Sefu huku akimwangai Chris kwa macho makali, ambapo Chris mwenyewe hakuna hata na habari kama kuna mtu anamwangalia. Tafrija hiyo ilikuwa bado haijaanza, kwani watu walikuwa sio wengi sana. Sefu akiwa anaendelea kusoma ramani, mara walipita wasichana fulani waliovalia kihuni hasa nguo fupi zilizoonyesha mapaja ya wazi Waliingia katikati ya uwanja na kuanza kucheza kulisakata kwa jinsi walivyovaa. Kiukweli uchezaji wao ulimsisimua sana mwangaliaji, kwani wote walijua vyema kutumia viuno vyao. Hisia zikaanza kumpanda Sefu ambapo dudu lake taratibu lilianza kutuna. Wewe embu tulia hapa, umekuja kwa ajili ya kazi moja tu. Sefu alishika dudu lake na kuliambia hivyo kama lilikuwa linasikia vile Sefu alipomwona Chris amekaa peke yake alimfuata mara moja, ambapo Chris alianza kujishtukia. Usijali jamaa, ni mambo ya kawaida, nitakusaidia kuhakikisha siri haivuji, aliongea hivyo Sefu, ambapo Chris aliamini kuwa Sefu yuko upande wake, japo ilimchukua muda kidogo kutafakari. Ndiyo hivyo lakini haikuwa dhamira yangu. Usijali bwana, we usiwe na presha, wazazi tu walilalamika, lakini mambo yameshaisha. Hawajajua kama ni mimi kweli? Hawajajua kabisa, nimekutetea sana. Asante sana. Karibu kwenye tafrija yetu hii. Kuna dada yangu nampenda sana, amefaulu masomo yake ya kidato cha sita. Anha. Sawa kabisa, ni vizuri bwana. Wakati wanaendelea na maongezi ambapo Sefu alijitahidi kuigiza sura ya utakatifu, alikuja yule dada. Basi ukafanyika utambulisho ambapo Sefu akapata kujua kuwa dada huyo anaitwa Victoria, ambapo yeye mwenyewe hupenda kujiita Vic kifupi chake. Kosa alilolifanya Chris ni kuwaacha Vic na Sefu peke yao. Usijali bwana, mdogo wangu aliteleza kidogo kwa dada yako, lakini kila kitu kitakuwa sawa. Usijali, mambo yameshakaa vizuri, mbona ni kawaida sana. Basi baada ya kuongea mawili matatu yaliyowafanya kuzoeana kwa muda mfupi, Sefu alimtaka Vik wacheze wote mziki, ambapo Vik alimdharau Sefu kuwa ni kama mdogo wake. Sefu alimkazania mpaka Vik alikubali. Basi tusogee huku, maana Chris hapendi nicheze na wavulana. Ilikuwa ni hatua ya kwanza kwa Sefu ambapo alijihesabia ushindi, walihama kabisa upande na kusogea kwenye giza kidogo, basi wakaanza kucheza pamoja. Mziki mtamu wa kuzungusha kiuno ulipigwa ambapo Vic alikizungusha kiuno huku Sefu amekishikilia kwa nyuma, lakini Sefu alikazana kuyashikashika makalio ya Vic yaliyotikisika vyema wakati wa kukata kiuno. Walicheza kwa muda ambapo Vic alinogewa na kuona kama anacheza na mtu mzima mwenzia. Alijiachia ambapo Sefu alianza kupitisha mikono yake iliyoingia ndani ya blauzi aliyoivaa Vic mpaka juu kwenye kitovu. Cha kushangaza, Vic aliweka mikono yake juu ya mikono ya Sefu huku akifanya kama anaitoa. Alipoona Vic anagoma kwenye hilo, alimkumbatia kisawasawa na kupeleka ulimi wake mpaka sikioni mwa Vic. Alipiga yowe la utamu. Aa! Itaendelea.